Muhandia mwenye umri wa miaka 99 ndio jina linalojadiliwa nchini Kenya kwa sasa baada ya mzee huyo aliondoka nyumbani kwake kijiji cha Eshisari, Mumias Mashariki, kaunti ya Kakamega kwenda nchini Uganda kutafuta maisha, kurejea akiwa na mikono mitupu. Tovuti ya Taifa Leo imeripoti jana kuwa Muhandia ambaye ametimiza miaka 60 bila kuiona familia yake wala kujua kinachoendelea, aliondoka nyumbani kwake mwaka 1965 akiwa na umri wa miaka 39, ambapo aliondoka akiwa kijana, sasa ni mzee, amerejea nyumbani baada ya ndugu zake kumsaka kwa miaka mingi bila mafanikio, jambo lililowafanya wadhamini kuwa huenda ameshafariki. Muhandia amesema amekuwa akiishi Uganda ambako alipata ajira ya kuishi maisha mazuri lakini akarejea nyumbani bila mali yoyote. Baba huyo wa watoto sita amerejea nyumbani kwake mwishoni mwa wiki iliyopita.